Lakini Bwana Deogratus Festo, ni kuambie ukweli kuwa uh, Kongo pale mm -hmm. Ndugu zetu kinachowatesa ni utajiri wa Kongo mm -hmm. Ndugu zetu kinachowatesa pale mm -hmm. ni uh, rasilimali walizonazo katika ardhi ya Kongo, ndio hilo, hilo, hilo, tatizo. Hilo, hilo, tatizo kubwa sana mm -hmm. ni kote huku kote, mambo yote unayoyaona mm -hmm. yanayoendelea pale katika taifa la Kongo mm -hmm. rasilimali zile ndizo zinazowatesa, yani maji jili ambayo Mungu amewapa ili muweze kujinufaisha kwa utajiri huo, basi imegeuka kuwa laana kwenu mm. Eh, kwa sababu aliwahi kuongea mtu mmoja akasema kuzaliwa Kongo ni kama laana. huyu mm. ni Mkongomani, sio mimi ninaongea, kwa sababu ya utulivu katika lile taifa mm. utulivu huo haupo mm. ndio unarudi sasa katika historia ambayo mm. historia hii tutaenda kuangalia hapa a, majambazi wawili mm. e, katika historia waliowahi kutokea mm. katika historia uh -huh. Ingawa mmoja mimi simweki sana kwenye uh huo ujambazi uh -huh. Ni kwa sababu tumepata uh, habari zake kutoka upande mmoja, yeye mwenyewe hatujamsikia akiongea. Unajua stori, ili uweze kuibalansi lazima uweze kusikiliza pande zote mbili. Kweli. Sasa hapa kuna watu wawili, kuna mmoja anaitwa Uh, Adolf Alois Hitler. Mm -hmm. Huyu ni wa kwanza. Mm -hmm. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Leopard wa pili, King Leopard wa pili Ubelgiji, yes, ambao sasa na wao wameishi katika nyakati tofauti tofauti. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi ngoja niende, tuna hivi ingawa mimi Adolf Alois Hitler. Siamini dunia ilivyoaminishwa. Hii ni mimi lakini si watu wengine. Mm -hmm. Siamini sana dunia ilivyoaminishwa kwa sababu dunia hii ndio imekuwa ikiaminishwa na masomo ya civics tunayo jifunza huko mashuleni. mm -hmm. Uh, hasa somo lile la types of government, kuna mm -hmm. aina za serikali. Saan. Unaona kuna aina nyingi za serikali lakini, mm -hmm. unapoongelea dictatorship government kuna watu ambao huwa wanatolewa mifano kuwa uh, mfano wa dictatorship government mm hasa -hmm. kwenye masomo yetu uku Afrika mfano huo basi, kuna Koroneli Muammar Gaddafi mm. aliongoza kwa mkono wa chuma. Utaambiwa pia vile vile wakina uh, Robert Konstantini Matibili uh, Mugabe waliongoza kwa mkono wa chuma mm. na ndani humo una pia wakina Adolf Hitler, Adolf Alois Hitler akiwa na mwenzake mm -hmm, yule Adolf Eichmann ambao na wao pia wanaambiwa waliongoza kwa mkono wa chuma mm -hmm. Sasa hapa kumbuka, bwana Deogratias Festo mm -hmm, kwa takwimu ambazo mm -hmm, zinaonyesha Adolf Alois mm -hmm, Hitler aliua watu wangapi mm -hmm? inaonyesha takwimu ni watu milioni kumi mm -hmm, wakiwemo Wayahudi milioni sita mm -hmm. Nataka uh, hapa twende sawasawa, ili uweze kuelewa kwa sababu hapa ni Mekwambia taongelea majambazi hawa wawili ambao wa kwanza mm -hmm. <laughs> ni uh, Adolf Alois Hitler mm -hmm. katika historia, ambaye katika historia Adolf Alois Hitler ndiye ambaye alisababisha vita vya pili vya dunia mm, na vile vita vya pili vya dunia vikatokea kwa kusema kuwa Wayahudi waliuawa milioni sita na watu wengine milioni nne mm. Uh, kwa maana kuwa sasa, maana tulivyoingia kupigana vita vya pili vya dunia, walipigana watu mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali, wakawa hawa watu wanafanya nini, wanapigana. Kwa hiyo hiyo ikawa iko namna hiyo mm. Kwa hiyo, uh, huyo ni mtu wangapi? Mtu huyo ni mtu wa wa kwanza huyo. Yes, lakini mtu wa pili anakuwa ni bwana uh, King Leopold wa pili, kutoka Belgiji. Yes, lakini kwa nini historia inamwelezea sana uh, Adolf Alois Hitler na haimwangalii kabisa huyu King Leopold wa pili? Kwa sababu unajua kuna kitu wanaitaga <laughs> kuna kitu wanaita <laughs> <Kuna kitu wanaitaga. laughs> conspiracy theory. Conspiracy theory, theory, theory ni, ni, ni habari ambazo zinakuwa ni kama za kubunibuni hivi kwa sababu ukijaribu kuangalia maana tunajaribu kuangalia hmm. Hapa sasa tuweze kujua ama habari za kutunga, he, he, habari za kutunga hmm. Habari za kubumba, yeah, kubumba na vitu kama, kama hivyo unastahili, yeah. Ziwe kweli hey, hey. Sio malaki mwalimu, ndio sawa ndio <laughs> Sasa mfano ukiangalia um, hapa ukiangalia Adolf Alois Hitler ukifuatilia kwa undani zaidi, kwa sababu kumbuka kuna habari nyingi ambazo zizakuaga sio sivyo. Ukiangalia mm. Adolf Alois Hitler wanadai kuwa hiyo hiyo namba hiyo watu hao haikuwa iko <coughs> lakini hapa kuna habari ya ukweli ya King Leopold wa pili mm -hmm. ambaye King Leopold wa pili tumekuwa tukimwongelea sana hapa nane, yeah, eh, tano, sasa, baada Mena, ya Berlin conference mm. conference Ye, yeye alikuwa amepewa koloni ili ambalo ni koloni la Congo na akaishia kuua wakongomani milioni 18 ambayo ni habari ya, ya ukweli kwa upande wa pili. Yes, kuanzia mwaka 1885 mpaka 1907, miaka ishirini na tatu amekuwa akifanya mauaji ya Wakongomani, lakini ukumbuke haya mauaji yalikuwa yanafanyika kwa sababu ya utajiri wa Wakongomani. Mm, hilo -hmm. hilo watu wasiri, sawa sawa. Na kipindi hicho wakati wa King Leopold wa pili, utajiri au zao ambalo lilikuwepo pale, kulikuwa na pembe za ndovu kulikuwa na dhahabu na mpira, ambapo <laughs> sasa ndivyo hivyo akaajili kabila fulani ambalo lilikuwa linaua Wakongomani, mambo ambayo yameendelea mpaka leo, kwa sababu kumbuka, tangu wakati huo walilifanya jeshi la Kongo kuwa ni dhaifu, na ndio maana umeona juzi hapa uh, Felix Tshisekedi rais wa Kongo amesema anataka ku reform kufanya reformation kwenye jeshi la Kongo, kwa sababu jeshi la Kongo, ndani ya jeshi la Kongo kuna wasaliti ambao wanasababisha sasa, ah, Kongo iko vile ilivyo mm -hmm. Ndani ya ilo jeshi la nini la Kongo. Kwa hiyo hii ni kutokana na historia, ndio maana mtu unapokuwa haujui historia huwezi ukaelewa ni nini kinachoongelewa, ni kutokana na historia sasa mm -hmm. Kwa historia hiyo maanake hili mm -hmm. jeshi ambalo ni jeshi la Kongo lilianza kuanzia tangu miaka hiyo ya Leopold wa pili, wakaanza kulifanya jeshi lile linakuwa ni dhaifu mm -hmm. Na ni jeshi ambalo lipo lakini, wale maafisa wakubwa ni kutokea nje. Wameenda wameenda wameenda. Ilipokuja mwaka 1960, wakati wa waziri mkuu wa kwanza mm. Wa alikuwa anaitwa Patrice Emery Lumumba, mm -hmm. Wakati huo waziri mkuu huyo wa kwanza, maana anakumbuka kuna conflict ilitokea kati ya waziri mkuu Patrice Lumumba na aliyekuwa rais wa Kongo wa kwanza baada ya kupata uhuru mm -hmm. miaka 1960 Joseph Kasavubu. Na baada ya hapo akaamua sasa Patrice Lumumba kuondoa wale wakubwa wale, maana wakubwa walikuwa mm -hmm. ni kutokea kutokea nje. Yeah, kutokea nje. kaamua mm -hmm. sasa wakubwa wale, wajeshi, hmm. vile vyeo vya juu vile, hmm. vyeo vya ukanali, hmm. vyeo vya umeja, mbona vyeo vya juu hivyo, maana walikuwa hawako hivyo kwa pewa vyeo vya chini chini huko, hmm. eh, eh, lakini hivyo vyeo vya juu walikuwa tukwa, wanapewa wageni hmm. kwa hiyo yeye akaamua kufanya hivyo, lakini waberigiji walichomfanya tunaelewa wote, hmm. kwa waberigiji walimuua, hmm. Patrice Lumumba, ndio hmm. baada ya hapo sasa Uh, jeshi lile wakaendelea likaendelea kutokuwa na nguvu ni kwa sababu ya athari za ukoloni ambavyo namna zilivyokuwa mm. Lakini hii historia hii ya huyu ambaye ni King Leopold wa pili haiongelewi kwa sababu no one cares kuhusiana na waafrika mm. Waafrika wanapokufa hakuna mtu yeyote anayejali mm. Lakini imekuwa maarufu sana historia ya Hitler, Hitler, kwa sababu Hitler aliua wazungu Hitler, wa mm. Hitler hakuua watu weusi lakini Hitla angeua watu weusi hakuna mtu angeongea hata mmoja. Yani ilo uwe na uhakika kabisa kama mm, Hitla angeua watu weusi hakuna mtu hata mmoja angeongea, wote kimya yes, wote wangekaa kimya. Lakini mm, kwa sababu Hitla ameua wazungu mm, ndio maana historia hiyo inaongelewa mpaka leo hiyo mm. na hata ukiangalia hata idadi inayoongelewa au inayotajwa kuwa bwana Adolf Hitla aliua au, au, idadi hiyo sio kweli, hajaua mm. ja, watu wote hao no, ni watu wachache tu. <laughs> Yani uh, wayahudi wangapi? milioni sita Mm. Wayahudi kwa akili zao mm, wengi na kwa mm -hmm. intelijensia walionayo, mm. na kwa ubora walionao wayahudi mm. na the way ambavyo wayahudi wanavyojichukulia, mm. unaua wa kwanza, wanakuangalia. Unaua wa pili, wanakuangalia. Unaua myahudi wa milioni moja, wanakuangalia. Unaua myahudi wa milioni tatu, wanakuangalia kabisa, mm. kwa macho yao labda <laughs> mm -hmm. <laughs> na uweze kunisaidia katika hilo jambo hapo. Yaani kweli Myahudi kwa namna alivyo, we angalia walichokifanya pale Gaza awa, awa, nani awa, awa, Hamas kumbuka mm -hmm. tunaambiwa idadi waliokufa pale mm -hmm. ni, ni ni watu kama elfu moja na mia mbili. mm -hmm. e, yani kwenye hiyo walipovamia pale Eshkeloni hawa mm -hmm. Hamas walipovamia Eshkeloni ni, ni watu kama elfu moja na mia mbili. Leo hii, bwana Deogratas Festo, uniambie, Adolfu Hitler anaangaliwa tu mm -hmm. ameua Wayahudi milioni sita anaangaliwa tu. Nataka nimtazamishe sana msikilizaji mm -hmm. wetu, ne? kuhusiana na hilo <laughs> eh, yani uweze kujua, kwa sababu kwa ile, ile namba yenyewe ambayo sasa mama chumvi pia huwa zinatiwa ndani, lakini unaambiwa kwa ile namba yenyewe mm. Wayahudi ambao waliua Adolf Hitler walikuwa laki mbili na thelathini ah, na sio milioni sita kwa sababu Myahudi aweze akakuangalia unamuua hivyo bilioni sita eh, bilioni sita mm -hmm. <laughs> Lakini okay, tuashumu mm. Tuashumu basi ni kweli mm. Ila tukiashumu hivyo ni kweli, ni kwa sababu uh, Adolf Hitler mm. amekuwa maarufu sana kama dikteta, amekuwa maarufu sana kama gaidi mm. Ni kwa sababu aliua wazungu hii mm. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wenzetu wanajua kujivalu, hakuna anayevalue mm. wa Afrika wenzake mm. na ndio maana unakuta Waafrika wenzetu wanauawa, tupo kimya tu mm. Waafrika wenzetu wanakufa, tuko bizi na vita vya Urusi na Ukraini mm. Waafrika wenzetu wanakufa, hatujali, tuko bizi na vita vya Israeli na mm. Palestina mm. Yani huku hatuangalii kabisa, yani, mm. yani watu wanaokufa kwa sababu ya ya ile tumetengeneza na ukoloni kuwa mm. yaani tumejiona sisi ni duni na ndio maana vita vinapotoka kwa huku naona mpaka watu wa nje huko wanasema hiyo ni civil war. Mm. Sasa civil war kivipi, wakati ni sisi ni ni binadamu tunakufa? Kumbuka hilo lakini, mm. ni kwa sababu hatujajivali sisi mm. lakini, wenzetu wamejithamini wao. Mm. Wakajiona wao ni wa, nitakukumbusha jambo moja au tukio moja ambalo mm. iliwahi kutokea. Unakumbuka kuna makundi ya kigaidi yanayoisumbua Afrika na hii Afrika inayosumbuliwa Kongo ndio moja mm. wapo. Mm -hmm. Ukienda a, Nigeria Nigeria, ukienda Ethiopia mm. kuna nini, kuna Ashababu yes. Nigeria Boko pale, kuna Boko Haram Haram. mm. ukija Congo huku ndo hawa M23 na makundi mengine pia mm. haya. Ukienda upande wa West Africa, ambako sasa wakina Ibrahim Traore wanajaribu kupambana nayo makundi, wako pale Islamic State wako pale, hata mm. hata hawa nini hawa Uh, Tuareg Tuareg group ni Tuareg group ni lilizaliwa Libya, baada ya kuuawa kwa Colonel mm, Muammar Gaddafi, kwa sababu baada ya Gaddafi kuuawa Libya ikageuka kuwa ni kiwanda cha kutengeneza magaidi mm, kageuka ni jiko la kupika makundi ya magaidi mm. na ukumbuke uh, Colonel Muammar Gaddafi mm, alinyongwa akisingiziwa maneno ya uongo kuwa ana support makundi ya kigaidi mm, lakini alinyongwa kwa namna hiyo, lakini baada ya hapo koli katoka group moja pale la kigaidi liyaitwa Tuareg group mm. ambalo limetoka hapo, limesafiri kwenda mpaka Afrika Magharibi mm. mm. na limeenda mpaka mahali pale kujitenga wachukue eneo lao alafu hmm. wako kwenye eneo ambalo ni eneo la migodi hmm. Afrika imekuwa ikisumbuliwa hivyo. Sasa tukirudi nyuma, unakumbuka uh, Boko Haram hmm. walikuwa wameua wa Nigeria kama elfu kumi na mbili wa Nigeria, dunia iko tukimi hmm. haya, walipofanya tukio moja la kwenda kuteka wasichana wa shule hmm. <coughs> dunia wakawa wanaposti kwenye mitandao bring back our girls. Mm, bring back home our girls, hivyo tu warudisheni nyumbani wasichana. Hakuna hatua wa zote zinachukuliwa, ina, ina eh, wana, wana, wana, wana liomba kundi la mm, Boko Haram yes ilirudisha tena, tena kistaarabu, nafikiri kama hiyo eh, kauli wani ya kistaarabu ndio bring back home our mm, girls mm, hivyo mm, tu na mabango watu wameandamana mm, watu mastaa tuliwaona vile, lakini sasa kukawa watu hapo tunapoongea, mm, tayari watu elfu kumi na mbili wamekwisha kuuawa hapo mm, lakini kukatoa tukio la kigaidi nchini Ufaransa ambalo liliua wazungu thelathini na nane, sio elfu thelathini na nane watu thelathini na nane. Wakatangaza kuwa huu ni msiba wa dunia mm -hmm. wakatangaza kuwa hili ni tukio limetokea tukio la dunia. Sasa swali, wa awa watu waliouwawa thelathini na nane ni msiba wa dunia, wale waliouwawa elfu kumi na mbili ungekuwa msiba wa nini? wakati huo mwalimu, na sisi hapa Afrika ndio tunaamini kabisa ni msiba wa dunia. Sio tu tu kuamini, tunaposti na kuposti, tunaposti na kuposti kabisa. Yani kule ule msiba uliotokea, wakuta mtu ambaye hajawahi kuposti ndugu zake wa Afrika wenzake waliouawa pale Nigeria na Boko Haram watu elfu kumi na mbili, lakini yuko na posti ya Ufaransa, msiba wa dunia. Si unaona kitu kama Je, hiyo thamani tutaipata wapi? mm -hmm. kama hatuwezi kujivali sisi mm -hmm. kama sisi mm -hmm. kama sisi tumejiona ni, ni, ni, ni, ni, mm -hmm. ni sabani tumie kauli mm -hmm. kama tumejiona sisi ni wajinga tu mm -hmm. lakini wale wa jamii nyingine wale ndio wenyewe, lakini sisi ah, hamna mm -hmm. kwa unaona, hata tukifa nani alikuwa anajua mm -hmm. kuhusiana na yanayoendelea hapo Kongo, hapo. Mm -hmm. Vyombo vya habari vimefokasi wapi? <laughs> na mgogoro wa Kongo, ukumbuke, ni mgogoro mkubwa mm. Na ukumbuke ambavyo, uh, taifa la Kongo au serikali ya Kongo mm. ambavyo imekuwa ikishutumu Rwanda na madai hayo mm. Na umeona Rwanda sasa hivi vikwazo mm. Vikwazo na mataifa mengi ikiwemo Marekani, Kanada mm. Ubelgiji ikiwemo Ujerumani mm. Na mataifa mengine kadha wakaa mm. Wameiwekea vikwazo Rwanda mm. Mgogoro huu wa Congo wa, wa, wa na Rwanda mm. Ni mgogoro mkubwa, isipokuwa vyombo vikubwa vya habari vimemulika kamera zao katika mgogoro unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine, mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Palestine. Lakini huku Kongo wala? Ah huku Kongo wala mna kitu. Mm. Alafu hapo hapo ni, niombe kitu kimoja ni, ni, ni, ni kuambie. Mm. Tumeona jinsi ambavyo uh, Donald Trump amemfokea sana Zelensky. Mm. Na ametia huruma sana yule kijana. Umeona <laughs> kwa kufokewa vile kama mtoto mdogo. Nyamaza, unaongea nini? Lakini kumbuka ni rais wa nchi mm. Sasa swali ambalo tunajiuliza mm -hmm. Mbona Donald Trump hajamfokea Benjamin Netanyahu? Mm -hmm. Kwa msaada ambao wamekuwa wakiipa Israeli, msaada wa silaha, lakini yani Marekani inaipa msaada Israeli, ndio eh, awa maadui wake, lakini mm -hmm. mbona mbona nataka mm -hmm. <laughs> uelewe jambo hapa Mana tuangalia katika mm. hivyo yani. Mm. Mbona uh, Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa Israeli hey, ameenda ikulu ya White House. Mbona hajafokewa? Mm -hmm. Mbona hajaambiwa turudishie pesa zetu ambazo mmesupportiwa mm. kwa sababu na amesupportiwa pia vile vile. Kwa maana wakumbuka Volodymyr Zelensky alikuwa analalamika mm. kuwa mbona Israeli inapendelewa lakini sisi hatupendelewi. Mm -hmm. <laughs> Si umeelewa hicho? Lakini pale Trump akasema tutaongeza tena silaha zingine tena mm -hmm. zaidi ili Israeli aendelee kupambana <laughs> lakini, wakati huo huo upande huu wa nani wa huyu bwana Volodymyr Zelensky hawajasema mm hivyo -hmm. Kwa hiyo ndugu mm -hmm. yangu aa, tuseme tu kuwa mm -hmm. wa Afrika kama hatutajijali sisi wenyewe mm -hmm. kama wa Afrika hatuta penda sisi kama Waafrika, hatutajithamini sisi, hatutajipa thamani sisi wenyewe, tusitegemee mtu kutoka nje atakuja kututhamini. Kumbuka usemi naosemaga siku zote, kwa jamii ya watu isiojiheshimu ni ngumu kuheshimiwa na jamii zingine. Usitegemee wazungu watuheshimu wakati sisi wenyewe tunajidharau. Usitegemee Waarabu, wa China, wa Hindi, wa Japani, wa Korea watuheshimu wa Filipino hmm. Wakati sisi wenyewe tuna jidharau hilo mm-hmm. jambo haliwezi likawa. Sasa ni nini kinachotakiwa? hmm.